taasisi za la fedha lakini pia waandishi wa habari ambao wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kile ambacho tunafanya inaweza kufikia jamii kwa upana zaidi. Mradi huu unafadhiliwa na AGRA kupitia programu ya ujasiriamali kwa vijana mustakabali ya chakula na, na kilimo yani youth entrepreneurship for the future of food and agriculture na kutekelezwa na TCCIA kwa pamoja wameamua kuboresha mazingira ya kufanya biashara katika mipaka ya mikoa ya Mbeya na Songwe, na pia kule Kigoma, Kagera, Shinyanga, Mara na Arusha, kwa kupunguza vikwazo vya kodi, kutumia utaratibu uliorahisishwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, ili kuwafundisha namna bora ya kutumia mitandao kuboresha masoko ya bidhaa wanazouza nchi jirani na hata nchi za kimataifa, na kuwafundisha njia za kupata mikopo ili kuinua mitaji ya biashara wanazozifanya. Lakini tunapenda kujua nini haswa lengo la mradi huu ndugu wa sheriki? Mradi huu una lengo kupunguza vikwazo wa biashara visivyo na kiforodha na kutumia utaratibu uliorahisishwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati na kuboresha mazingira ya biashara ya mazao ya chakula kwa wafanya biashara wadogo hasa vijana na kina mama katika mipaka yetu hapa nchini. Lengo kubwa la huu ambao itaofanya muda mfupi ujao ya public private dialogue ni kuongeza ushiriki wa wafanyabiashara wa chakula ya kilimo wanaongozwa na wanawake na vijana, pamoja na kuongeza kiasi, kiasi cha biashara mipakani katika mnyororo muhimu ya zamani ya kilimo ambapo mjadala huu haswa una malengo makuu yafuatayo: mosi, kaliingia uwezo wa fanya biashara hasa wanawake na vijana e, wa mazao ya kilimo kwa maana ya mahindi, mchele, maharage, soya, matunda na mboga kutumia vema mbinu za kisasa kuwezesha biashara zao ili ziweze kufanyika kwa njia ya bora zaidi kuweka vikao shirikishi ya kujadili hatari za vikwazo visivyo vya kiforodha yan, na kurahisisha mchakato wa biashara chini ya utaratibu uliorahisishwa wa nchi za Afrika Mashariki. Vile vile kukuza uelewa wa taratibu za biashara za mazao ya zimzale, kilimo ikiwa ni pamoja na viwango vya bidhaa, taratibu za uthibitishaji na mifumo ya kutoa taarifa juu ya vikwazo visivyo vile kuchambua kina, brother, kama binasema, kwa kina athari za vikwazo visivyo vya kiforodha kama hindi, mchele, maharage, soya, na mbogamboga, na kwa ilivyosema kwaniat kati ya biashara mazao ya kilimo ikiwa kama vile nilivyoyataja kwa maana ya mahindi, mchele, maharage, soya, matunda na mbogamboga, na kuandaa mpango wa hatua za kuingilia kati kwa pamoja ili kutatua vikwazo hivyo. Nii, tunatarajia baada ya mjadala huo mjadala huu unalenga kuongeza ushiriki wa wafanyabiashara wa kike na wa kiume wa, wa mazao ya kilimo kama ambavyo utataja ili kuongeza kiwango cha biashara namakano katika bidhaa hizo kupitia ushirikiano na wadau wa sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini pia TCCIA vilevile inawajibika katika swala hili, vilevile kukusanya na kuchambua, kutambua orodha ya vikwazo na athari zake katika biashara mipakani ya bidhaa hizo kutengeneza mipango ya utekelezaji kuuza uuu za vikwazo vilivyogainishwa kwa kushirikiana na wafanya biashara kwa maana ya kina mama na vijana, kuboresha ujuzi wa wafanya biashara kina mama na vijana kwenye mfumo inayorahusisha kufanya biashara katika ISO, lakini pia kutatua angalau vikwazo visivyo vya kiforodha ipatavi ya kumi, lakini kuongeza ushirikishwaji wa vijana na, na akina mama kwenye biashara za mazao ya mipakani. Washiriki wa mafunzo hayo, mradi unategemea sana ushiriki wenu wote kwa kusikiliza mada zote kwa umakini. Aidha, mradi unategemea kupata mawazo yenu ambayo yatasaidia kufikia malengo pia, nisho, hey, mbaku, mbaku ya mradi huu. Lakini pia mwisho niwashukuru kwa kuwapongeza watendaji wote wa TCCIA katika kuhakikisha mradi huu unapatikana na kutekelezwa katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Nitoe rai kwa washiriki wote kuwa ningependa kuwa watulivu na kuwa makini katika kufuatilia mafunzo na kushiriki katika mjadala kwa manufaa ya wafanyabiashara wa mikoa yote miwili lakini kwa taifa kwa ujumla. Baada ya kusema haya machache, natamka rasmi kwamba mafunzo haya ama mjadala huu nimefungua rasmi. Asanteni kwa kusikiliza.